Wakazi wa eneo bunge la Changamwe wana kila sababu ya kutabasamu baada ya eneo bunge hilo kunufaika na vifaa vya thamani ya shilingi elfu sabini kutoka kwa kampuni ya Mombasa container Terminal, yani MCT. Kulingana na mkurugenzi wa kampuni hiyo James Lariera aa, mradi huo unapania kusaidia maeneo yanayoathirika na mvua nyingi na vile vile kusafisha na kufungua mabomba ya maji katika msimu huu wa mvua. Mutia Katiwa ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Yeah. Okay. Akizungumza baada ya kupokea vifaa hivyo ikiwemo majembe na torori na mavazi maalum ya kufanyia kazi, mbunge wa Changamwe Omari Mwinyi amesema kuwa huu ni mmojawapo wa miradi anayopania kuanzilisha katika eneo hilo kwa ushirikiano na mashirika ya kibinafsi katika juhudi za kuendeleza maendeleo na huduma bora kwa wenyeji. Na tumesema tutawashirikisha wao pamoja na mashirika mengine ambayo katika eneo hili uh, tuweze kufanya mambo mengi ambayo yatasaidia uh, katika kuchangia kuboresha uh, mazingira yetu katika maeneo haya na pia vile vile kuchangia katika mambo ya kimsingi kama ya kiafya na pia vile vile mambo ya kutoa uh, elimu kwa wanafunzi wetu pia vilevile vile, kwa wananchi kwa ujumla. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Mombasa Container Terminal MCT James Raria, ni kwamba upo mpango wa kuendeleza ushirikiano huu kwa manufaa ya umma. Kuna mambo mengi ambayo yametajwa, kitu ambacho tuna tunahimiza kwanza, tuwe na, na structure. Kuna mambo mengine youth programs ambayo amezungumzia, kuna mambo ya hospitali E, tumesema kwamba sisi tuko tayari ku, kujiunga na, na, na wao katika hayo miradi yao. E, kitu ambacho tutafanya ni kukaa na tujadiliane tuangalie ni wapi ambapo tunaweza kuwa tuje kwa, kwa njia nguvu e, zaidi na ambayo itakuwa sustainable kwenda mbele. Mwinyi ametaja sekta elimu na ile ya afya kama zinazotaka ushirikiano mkubwa na mashirika mbalimbali ili kuelimisha na kuhamasisha umma kuhusu masuala ya kila leo. Hata hivyo, swala la uwazi katika usimamizi na utumizi wa ufadhili huo, James ametaka kuwepo kwa usimamizi wa pamoja utakaosaidia kuepuka ubadhirifu wa mali ya umma. Wafadhili wote ambao wanashirikiana na, na serikali au na, na wabunge wetu hata na constituency eh, wanapaswa kuwa wajiunge ama wahusishwe wa kwenye yale miradi ya, ku, ya kusimamia hiyo hizo programs ambazo zitaendelea. Eneo la Changamwe katika kaunti ya Mombasa limekuwa miongoni mwa maeneo yanayoathirika vibaya na mafuriko haswa msimu wa mfua, huku maafa yakiripotiwa na wengi kuachwa bila makao. Haya ni kutokana na ukosefu wa miundo msingi bora na mitaro ya kupitisha maji taka. Nikiripotia habari za Mwambao kutoka kaunti ya Mombasa, naitwa Mutia Katiwa.